Uongozi wetu wa Yanga umeshasema kwamba haushiriki timu itaenda sababu, wote tunajua kwamba dabi ilishapangwa na wenzetu walikimbia uwanjani. Kwa hiyo ili kuweza kuwa na uh, mfumo wa michezo ama kuwa na yaani, kuipa heshima ligi yetu na taratibu na miongozo ambayo tunajiwekea ni muhimu pande zote zijifunze kuheshimu taratibu na miongozo tunaojiwekea, sio ujanja ujanja, kwa sababu ukikua kuna ujanja ujanja heshima ya ligi yetu ina, inashuka. Kwa kwangu mimi kama mshabiki wa Yanga, kile ambacho kimesemwa na viongozi wetu tunakiunga mkono. Tunaamini kwamba itakuwa ni fundisho ama somo kwa viongozi wa soka Tanzania pasipo kujali wana mapenzi na timu gani, kutenda haki kwa timu zote. Kwa mtu yeyote ambaye anaangalia mpira sasa hivi na kwa hizi mechi za Simba ambazo ni viporo, unaona kabisa Simba anabebwa mgongoni kwa mtu yeyote. Kwa hiyo haitoi sura ama picha nzuri kwa soka la Tanzania. Hivi vilabu vidogo vidogo tu, ni kwamba labda kwa sababu a wa udogo wao wana, wa, wanajiona kwamba hawana sauti ya kupeleka kilio chao mbele ama wameshajua kwamba labda kule kwenye uongozi wa soka e, chama fulani kina misuli, kwa wao hawana cha kufanya. Lakini unaona kabisa vilabu vinaonewa. Kwa sasa ikifika kipindi maamuzi magumu kama waliofanya Yanga yakitokea na Yanga kama kweli viongozi wetu watakuwa na huo thubutu wa kusimamia maamuzi yao pasipo kujali matokeo yatakayokuja, kwa sababu maamuzi yao yatakuwa na matokeo hasi, kuzingatia kwa kwa kwa aina ya viongozi wa soka tuliokuwa nao. Kwa kikubwa ni wao, wakubaliane na uamuzi wao, wausimamie. Unaweza ukawa na maumivu, lakini ukaleta heshima baadaye. Ndivyo maamuzi magumu yalivyo, hata sisi hatujafika hapa hivihivi sababu unapitia mabonde, milima, uongo, fitna, majungu, lakini mwisho wa siku kama unajua unachosimamia ni kweli na kweli tu. Pasipo kujali watu wengine wanasema nini. Then utafika. Uh, kwanza hili jambo lazima watu wote wafahamu, wadau wote simba, Nayanga, wa mpira wajue kwamba Simba na Yanga ndio wa Tanzania. Simba na Yanga zinatogawa katikati wa Tanzania asilimia tisini, wa Tanzania wote utakuta kwa upande wa Simba na upande wa Yanga ni ni washabiki wa Simba na Yanga. Huko ni jambo ambalo linahitaji busara na hekima nyingi. Tumeona tangazo la TFF kwamba wameshapanga tarehe ya mchezo. Lakini tumeona tamko la Yanga kwamba wanasema hawachezi. Lakini ukiangalia Yanga wanaposema hawachezi wasipocheza, okay. Linaishaje? Pointi zinapatikanaje? Ukienda kwenye kanuni hakuna namna yoyote ya kuweza kumpa Yanga pointi au kufanya awe ana uhalali na na ile, na ile mechi. Kwa hiyo ni busara tu, kama wote TFF wametoa tamko, wametoa tarehe, wameshapanga ratiba waende uwanjani wakacheze, Watanzania wapate furaha, wapate burudani, kwa sababu hakuna namna yaki rahisi, yaki kanuni, yaki sharia, yaki ya kirahisi ya kikanuni ya kisheria ya kiutaratibu ya kuhalalisha kutokuwepo kwa hiyo mechi au ya kumpa mmoja wapo ushindi kwenye hiyo mechi zaidi ya kwenda kucheza. Kwao ni busara waende kucheza, watupe burudani Watanzania, watupe furaha. Atakayefanikiwa kushinda atashinda. Aa, kuna vitu vingi kuna vitu vingi hizi timu zinaogopana zote zinaogopana zote zinaogopana lakini kama utaratibu wa kisheria wa kuhalalisha kufanyika kwa hiyo mechi au mtu kupata pointi kutoka kwenye mechi haupo alafu unakata kwenda kucheza maanake kuna kaoga ndani yake hapo kwa hakuna haja kuwa na woga waende uwanjani wacheze tupate burudani ya mpira